Majina yangu anaitwa Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa jeshi la polisi Augustino Senga, kamanda wa polisi mkoa wa Songwe. Naomba kutoa taarifa ya tukio la ajali ambalo limetokea usiku wa kuamkia leo katika mkoa wetu. Jeshi la polisi kwa Songwe linatoa taarifa ya ajali ya usalama barabarani iliyotokea jana tarehe 29 Septemba 2025 majira ya saa 5 usiku katika eneo la Hanseketwa kata ya Ihanda ya Raka wa la Mbozi na Mkoa Songwe katika barabara kuu iendayo Tunduma Mbeya Tunduma. Ajali hiyo ilihusisha gari la namba ya sajili T 998 CSV aina ya Toyota IST rangi ya Simba lililokuwa likiendeshwa na dereva Musa Ndowela Elton, mwenye umri wa miaka fundi wa ujenzi na mkazi wa Tunduma wilaya ya Momba, ambaye alikuwa anatoka kijiji cha Shiwinga kuelekea Tunduma. Gari hilo liligonga kwa nyuma sehemu ya ubavuni mwa gari jingine tela lenye namba za usajili T 758 AQP na Kevin hiyo, ni Kevin na tela lake T 7 na nne, AKH aina ya Scania mali ya bwana Arafat lilokuwa limeegeshwa upande wa kushoto mwa barabara baada ya kupata hitilafu. Lilikuwa likitokea Dar es Salaam kuelekea Tunduma na kusababisha vifo vifo na wa watu wawili ambao wa kwanza ni Queen Watson, Sambamba mwenye umri wa miaka 36 na was bado ga mwenye umri wa miaka anibii wote ni wafanyabiashara na wakazi wa Tunduma wilaya ya Momba. Aidha, katika ajali hiyo dereva wa gari dogo Musa Yowela aliumia sehemu mbalimbali za mwili na anapatiwa matibabu katika hospitali ya wilaya ya Mbozi, huku magari yote mawili yakiwa yameharibika vibaya. Baada ya ajali hiyo ya kwanza, dakika chache baadaye sehemu hiyo hiyo ilitokea ajali nyingine iliyohusisha gari namba za usajili T mia nne ishirini nye, nye na tano ev aina ya Toyota saf yenye rangi nyeusi iliyokuwa ikiendeshwa na bwana Abdu Lugano wa Kapesa mwenye umri wa miaka hamsini. Huyu ni mfanyabiashara na mkazi wa Mpemba wilaya ya Momba ambaye alikuwa anatokea mkoa wa Mbeya kuelekea Tunduma. Gari hilo liligonga kwa nyuma gari ile ya mwanzo e jilionitaia namba t 758 na aqp na t 758 akh liliyokuwa limehusika katika ile ajali ya kwanza na kusababisha vifo vya watu wawili na majeruhi wanne kama ifuatavyo. Waliofariki ni Emmanuel John Mwangemile mwenye umri wa miaka hamsini na tano na Emmanuel Martin Kandonga huyu ana umri wa miaka 50, na ni afisa elimu wa kata ya Mpemba, wote wakazi wa Mpemba wilaya ya Bomba. Majeruhi wanne katika ajali hiyo, wa kwanza anaitwa Winfrida Bakari Mandule umri wa miaka 30, Mary Saint John Kimpa mwenye umri wa miaka 41, Sus Mwakabonga, huyu ana umri wa miaka 28. Elisha Matata Sindwani umri wa miaka 30, wote wafanyabiashara na wakazi wapemba, wa Pemba ndani ya Mungu. Majuri wote wanapatiwa matibabu katika hospitali ya Rufaa wa Mkoa wa Songwe, taarifa kwamba wanaendelea vizuri, e, afya zao zimeendelea kuimarika. Chanzo cha ajali hiyo wote mbili ni mwendo kasi. Eh, kwa safu kwenye gari ndogo. Lakini dereva Abdul Mwakapesa wa gari hii ya pili, Toyota safu alitoroka mara tu baada ya tukio na jeshi la polisi linaendelea na jitihada za kumsaka ili aweze kupatikana na kufikishwa katika mkondo wa sheria. Jeshi la polisi mkoa Songwe, tunapenda kutoa wito kwa madereva wote wanaotumia barabara kuu hii ya Tunduma Mbeya, Tunduma na barabara nyingine kuwa makini, kuwa makini na kuzingatia sheria, alama na michoro ya usalama barabarani kwani barabara hiyo ni mbamba na magari bado mengi, mkijua kabisa kwamba mkoa wetu ni lango la SADC. Kwa hiyo tuna magari mengi containers zinaharibika barabarani, kwa hiyo napaswa kuchukua tahadhari hali ya juu sana. Sisi kama jeshi la polisi mkoa sote tunaendelea kuchukua hatua kali za kisheria kwa wale wote ambao wanakiuka sheria za usalama barabarani. Ni watake wafuate sheria bila kulazimishwa. Asante.